Sakata la mchezo wa Derby ya Kariakoo kutochezwa limechukua sura mpya baada ya wadau wa soka nchini Tanzania kuonyesha kidole cha lawama waandishi wa habari, hasa wale wanaochapisha taarifa kuhusu soka kwa kushindwa kuwajibika kwao ipasavyo katika utoaji wa habari, ambako kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa jamii, wachezaji, na ligi za ndani. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wanasema soka ni moja ya michezo maarufu zaidi nchini Tanzania na unafuatiliwa kwa karibu na mamilioni ya Watanzania. Hata hivyo, taarifa zisizo sahihi, upotoshaji wa matokeo ya mechi au habari za uzushi kuhusu wachezaji, makocha, klabu, mahojiano yasiyokuwa na tija na afya, ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazohitaji kufanyiwa kazi haraka. Mzee Shaweji Omari amesema waandishi wa habari wanaoshindwa kufuata miongozo ya maadili wanaweza kuandika makala zinazochochea chuki na mgawanyiko kati ya timu na mashabiki, jambo ambalo nchini halikubaliki kwa ustawi wa taifa la Tanzania. Walijuaje? maana yake waliandaliwa, na lile ni kosa la uongozi wa Yanga na sio kitu kingine. Hivi inakuwaje, inapofika mahali wewe unamwambia mchezaji professional akae zaidi ya masaa hamsini asicheze mazoezi, alafu ende akacheze mpira akaperform, alafu nyewe andishi inachangaza etu wamekaa eti wakiingia wakiingia wakiingia, e, sheria e, mpira uairishwe. Hivi ndio background eh? Msiende kiushabiki, lazima mwangalie nini chanzo, wapi kilitokea. Si tumevumilia sana, fika mahali haivumiliki hivyo. If unasemaje hapa Tanzania GSM anayeimiliki Yanga ana anadhamini tena vilabu vinane ya ligi moja bado hapo kuna timu ya Antoni Mavunde, bado hapo kuna bwana Mwigulu Nchemba na timu yake ya Singida. Alafu rejea kidogo, na wala nyinyi hamsemi huyu bwana alivyoiona ihefu inamsumbua, wakatafuta utaratibu wakaifanya, imenunuliwa kimazabe wakati si sahihi ili ionekane yani, ile yefu isiwasumbue tena, na watu wakitaka wadhaminiwe basi waisumbue Yanga. Je, sehemu ataingia kwenda kuidhamini? Kwa upande wake, Ramadhani Hamisi maarufu Don King ametilia mkazo kwamba ushabiki wa Simba na Yanga ulipofikia sasa sio kama wa zamani. Yanga wasijifiche kwenye kichaka cha mbaazi, mgongo utakuwa wazi tu, wataonekana wasitafute wa kumbebesha lawama Yanga wajifungie ndani na wanachama wao wajifunze kurudi kwenye mpira unakotakiwa. Mpira wa Tanzania umetoka kule kwa mangaratabu na Ameriali bamchawi. Mpira sasa hivi uko kwenye kanuni, mpira unaongozwa kisheria, mpira una utaratibu. Sasa wao Yanga bado wamelala kule kule, miaka 68 kwenye mpira wanaleta marungu kwenye mpira wanaleta vurugu. Mpira maana yake unafata utaratibu, una kanuni zinasema wazi, mgeni anatakiwa aingie kwenye uwanja atakuwa kwenda kuchezea siku moja kabla ya mechi ile. Wanalijua, na kama walijui ni kosa lao, kwa sababu TFF walishasema watu wote wanaotaka kusimama katika mpira wende wakausome mpira ili waujue mpira. Kama wao Yanga hawakwenda kusoma ni ujinga wao. Sasa wasifike mahali wakataka kumfisha mtu lawama. Kalia ajiuzuru, bodi ya ligi ivunjwe. Yaani bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu ya klabu moja tu ya Yanga? Au ka, Kalia ajiuzuru kwa sababu ya Yanga tu? Ina maana Kalia amefanya makosa haya tu? Baada ya wao kufanya makosa wao, wanataka msingizie Kalia, atakatela Kalia wabebe kwenye kosa la wazi. Yanga wamefanya makosa ya wazi, wanatakiwa wakae hadharani wakiri kwa Tanzania kwamba wamekosea, ili waweze kujirudi, washawazishwe warudi kwenye mpira mpira wa nchi hii uhitaji uhuni kwa sasa hapa tulipofikia kwa sababu mpira watu wanawekeza hela nyingi kwenye mpira ule mpira wa kutembeza bakuli wa hiari umekwisha huu ni mpira ambao unataka usonge mbele tufike kule tulikofika kama alivyotuvisha nguo karia sasa hivi ni mjumbe wa kafu wa kamati ya utendaji ya kafu hii ameivisha Tanzania nafasi hizi tulikuwa hatuzipati kwa sababu mpira wetu ulikuwa uko chini lakini mpira umekuwa sasa hivi tunapata nafasi za kuingia katika vyombo vikubwa vinavyoendesha mpira Afrika na dunia. Jafali Mlete amemkingia kifua rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, waliskalia kwamba wachezaji na viongozi wanapohusishwa na taarifa potofu au za uzushi wanaweza kukumbwa na shinikizo kubwa la kisaikolojia ambalo linaweza kuathiri utendaji wao uwanjani, hivyo kuharibu sifa zao na kusababisha upungufu wa fursa kimataifa. Mimi nakaa katika mazungumzo ambayo nataka niangalie vizuri zaidi na rais wangu bwana Karia, na namwonea huruma sana. Sidhani kama anapata usingizi kwa kadhia yote ya kutoka tarehe nane mpaka leo tarehe ishirini na sita na kila siku jambo linazidi kuongezeka, linakuwa kubwa zaidi. Badala kuwa ni ili jambo la kumalizika katika mpira ligi, ni mpira. Mpira una sheria zake na utaratibu, wa mpira uko chini ya chama cha mpira, sio kwenye vilabu. TFF wao wanachukua taarifa hizi au wanaendesha mpira kufuatana na kanuni zilizokuwepo. CAF kafu nao wanafata mpira, wanafata kanuni ambazo ziko katika FIFA. Hii ndio inaitwa familia ya mpira. Sisi wote hapa mnavyotuona ni familia ya mpira vile vilevile, nawaombeni sana, vijana waandishi, si ndo ngome imeisha hivi? ukikaa miaka kumi na tano ofa nyinyi ndo mnakuja sasa. Mnatakiwa muuheshimu, muuangalie mpira wa Tanzania, muutoe hapa ulipo walipoweka karia, uende juu zaidi. Kama anavyofanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatabika sana mama yule, mala goli la mama, mala akaingia kuangalia kurekebisha kila kitu, lakini kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye baraza lake la mawaziri wana macho chongo. Aidha, mdau wa soka aliyejitambulisha kwa jina la Juma Limbanga amesema waandishi wa habari wanaoshindwa kuwajibika ipasavyo wanaweza kuhatarisha hata amani ya nchi, hasa ikizingatiwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Yeye ndio mdau namba moja katika soka la nchi hii, lakini na sisi Simba Sports Club tunamthibitishia tutailinda amani ya nchi hii kuliko maelezo, na tunauthibitisha kwa vitendo dhidi ya wale wenzetu ambao wanatupa sisi wasiwasi wasi. Mimi napata mshangao yote yanayozaliwa haya Waandishi mmenyamaza kimya, watu wanapeana mikoa wa sasa huko kucharuka, wengine wanafanya maandamano wengine wanafanya kitu gani, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi ambao unatakiwa uwe tulivu na amani wa Mama Samia, waandishi msikae kimya. Hivi ndio visababu vyenyewe, nataka tuoanishe vitu ambavyo vinaweza kuashiria shida, na sisi tumejimwambafai kwamba tumo kwenye kumi bora barani Afrika Simba Sports Club imepaisha nchi kufika mbele. Leo hii anatokea mtu anasema sichezi, mapanga yataunguruma, damu itamwagika. Tunaelekea kwenye uchaguzi, tunahitaji amani na utulivu. Nyinyi waandishi, kalamu yenu mkiitumia vizuri, tunaweza kwenda vizuri. Yanga wanahitaji kupewa elimu, na nyinyi waandishi ndio mnatakiwa muwape elimu nyinyi ni watu wa kwanza wanapomtukana Karia, wanapoiomba bodi ya ligi jiuzulu. Kwani kwani waliopangia wali tarehe nane ni kina nani? Bodi ya ligi ndo waliwaambia Simba na Yanga mtakutana kwa Mkapa, na hao hao bodi ya ligi ndo wamesema tutapanga utaratibu mwingine. Kwa nini wasiwe na, na nidhamu, ikiwa wao ndo wamepanga tarehe na wao ndo wameahirisha tarehe? Kwa nini wasiwe na nidhamu? Wao wanapita mikoa hadi mikoa kuhamasishana, halafu mtambue hawa viongozi wa Yanga wanajua kiburi hiki wanachokitengeneza. Kama nyinyi waandishi mtakaa kimya, hawa wataendelea. Naomba waandishi, mimi ninavyojua, mwandishi anapomwendea mtu, mtu anapata homa oh, mwandishi unakuwa na tag question, una reading question. Mtu akikaa na wewe akitoa statement yake, lazima apate homa oh, mtaulizwa swali ambalo sitoweza kujibu. Wao wana contents ambazo ninyi mnatakiwa muende mkazifuate. Wanawezaje eti watu wanaita press conference kwenye klabu halafu leo kiongozi wa Yanga aseme ajui? Hapana waandishi, hebu tuwekeni wazi, mmekaa upande gani? Waandishi mnatakiwa mtusaidie, ili tuende kwenye uchaguzi kwa amani. Hata hivyo, wengine wametaka, wanaotaka kuhatarisha amani na utulivu wa nchi wachukuliwe hatua, kwani soka linafanikiwa nchini Tanzania kutokana na mazingira mazuri ya utulivu; pindi yatakapokosekana hakutakuwa na soka tena. Mchezo huo ulipangwa kuchezwa Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini uliahirishwa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara yenye mamlaka ya kupanga ratiba za mechi kwa msimu, ambapo ilitangaza kuwa kutokana na sintofahamu itaupangia tena tarehe nyingine. Hatua ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuahirisha mchezo huo kumeibua mawazo na misimamo mseto kutoka kwa klabu hizo mbili na wadau mbalimbali nchini Tanzania huku wengine wakidai kuwa hatua hiyo inapaswa kuangaliwa vizuri ili kutoharibu taswira ya nchi ya Tanzania ambayo imeanza kuiweka katika medani ya kandanda barani Afrika.